Kumekuwa na changamoto kubwa sana a, katika familia hasa mke na mume kugombaniana simu, ambapo unakuta mwanamke au mke anagombania simu ya mume wake na mume anagombania simu ya mke wake, sio kwa nia njema, ila kwa nia ovu ku, amua, kwa lengo la kupekua simu ya mwanamke huyo au mwanamume huyo, ameongea na nani au amefanya mawasiliano na mtu gani. Kumbukwe, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mtu ana haki ya faraga, siri, usiri wa taarifa zake na mambo anayoyafanya yeye. Kama yeye ana faraga yake yeye kama yeye, kwa hiyo bila ridhaa yake kutolo, kama yeye ajaridhia hicho kitu kiwe kinajulikana na watu wengine, na wewe ukaamua kukipata hicho kitu kutoka kwake kwa njia isiyo halali, unakuwa umeingilia ya faraga yake na ni kosa la jinai. Ni sahihi, mke na mume ni mwili mmoja, katika dini, katika imani tunaamini hivyo. Lakini je, ushawahi kwenda kusajili line yako ya simu ukaambiwa unaacha ndoa na cheti cha kuzaliwa maybe au na namba ya NIDA. Hii inamaanisha kwamba ile line ni ya kwako wewe, sio ya familia, sio ya mke sio ya mume, ila ya wewe ambaye umeenda kusajili. Mimi nimesajili line yangu ya simu, ni ya kwangu mimi. Hata akichukua Juma akaenda kutenda kosa kule na ilo line yangu, nitakamatwa mimi, kwa sababu mimi ndio mmiliki wa simu hiyo. Kwa hiyo uh, kuwa mke na mume haimaanishi kwamba simu hiyo ni ya mke na mume, ila simu ni ya mtu mmoja kwa matumizi yake binafsi.